Kabila ni pale ambapo unadhamini kabila lako na unabagua wale wengine. Unadhamini kabila lako kupita kiasi na unabagua yale makabila mengine, na haya yanajitokeza vizuri katika uh, Nguu za Jadi wakati unaona kuwa wakule wanadhamini kabila lao sana. Ni kwamba wanalaumu wakitwa kwa majanga yote wanasema waketwa ndiyo chanzo cha nini? Cha nini cha majanga yote. Tusome hapo ukurasa wa sita, ukurasa wa sita. Mambo yote ambayo ni mabaya yanaelekezwa kwa waketwa. Unasema tu wa wakule wanalaumu waketwa kwa majanga yote. Tusome ukurasa huu wa sita, kwanza pale juu

Ni chuki iliwavaa wa kule, chuki iliwavaa wa kule. Likawabisha mashauko na wingi wa tani. Yote haya yakaelekezwa kwa waketwa majipunda na magilimo haya ya kasalra hadi kwa aalilielekeza kwa waketwa. Hata ukame na njaa vilivyoshamiri waketwa waliandama na kuaminiwa lawama. Mvua ya mafuriko iliponyesha na kusomba watu, waketwa walinyoshewa vidole vya lawama. Hata maradhi sungu ambayo yaliwashinda madaktari yalidhaniwa kuletwa na Waketwa. Takribani kila lililowashinda watu lilisemekana chanzo chake ni Waketwa. Ama kwa hakika shakani mwasika halali nguruwe. Cheche hizo za chuki zilifurisha mashavu na shingo za Wakule, wakaiba kwa hasira kila walipowaona waketwa walitamani kuwatokomeza hivyo. Mm, so huo ni ukabila. Wanaona uh, oh, mambo yote mabaya yanasababishwa na waketwa, hivyo ndio wakule wanaona huo ni ukabila. Pili, kuna ukabila unapatikana pale ambapo uh, wakule na waketwa hawaelewani hawaelewani vi kwamba uh, wakule wanaishi katika mtaa wao peke yao majuu, nao uh, waketwa wanaishi matango. Tuendelee hapo ukurasa wa saba tusome. Huo unaonyesha wa kabila ule uhasama, hawaelewani, wanabishana, wanapigana hivi kwamba hapa utasema kuwa hawaelewani vi kwamba wanaishi, kila mmoja anaishi mitaa yao, kila kabila linaishi mitaa yao. Tuseme Wakule wanaishi mtaa wa Majuu na Waketwa wanaishi Matango. Tuendelee kusoma kurasa ya saba. Jamii hizi mbili zimekuwa maasiku tangu jadi, zamani walizozania mifugo wakawindana na kugomonyana mifugo. Wakati mmoja ukame ulipozidi Jamii hizi zilipigana ili kumiliki chemchemi za maji na mbunga za kulisha mifugo wao. Leo hizi zinaishi katika nchi moja, nchi ya Machuo, lakini bado ni maasimu wa jadi. Waketa waliishi katika eneo lao la kiasili liitwalo Eigoni na Wakule walimiliki ardhi yao ya hata hivyo katika kitovu cha mji mkuu ziliishi jamii mbalimbali. Kitovu hiki kilichokuwa pia makao makuu ya serikali ya mtemi kiliitwa Kiliifatalia. Hapa ndipo palipokuwa na mitaa tofauti tofauti iliyoishi jamii kutoka maeneo mbalimbali. Katika mitaa hivi ya uhasama wa jamii hizi mbili walipigana vijembe, wakazua mabishano kila walipokongamana. Mtaa wa majuu ndio ulioishi matajiri na migongo wa nchi, watu waliosifika kwa mali na mali. Idadi kubwa ya Wakule iliishi hapa. Mteni pia aliishi hapa. Nayo idadi kubwa ya Wakedwa ilihusisha matabaka ya chini. Viongozi kutoka katika jamii ili walikuwa wachache sana. Hii ni kutokana na ukiritimba na ubabe wa Wakule waliokuwa wengi serikalini. Mtemi Lesulia alitawala kwa mkono wa chuma. Aghalabu, kauli alizotoa zilichukuliwa kama sheria za nchi. Wengi walimwogopa. Mwangasha hakuwa mwanasiasa wala kiongozi wa serikali, lakini alifahamu mengi kuhusu nchi yake. Alitamani sana kuzungumza na baadhi ya viongozi wa hali duni nchini Matua. Hata kama hakuwa kiongozi serikalini, alitamani sana kufisha uhasama uliokita mizizi baina ya jamii hizi mbili, lakini nafasi yake ya kijamii haikumruhusu kuwa na Sangilu wanaajiri wa Munyu tu. Wakati tumesoma pale, umeona kuwa wakule walitoka sehemu ya Munyuni nao waketo wametoka sehemu ya Degoni. Kwa hivyo wakule ndio wa Munyu, ndio wanaajiriwa katika viwanda vya Sangilu na Mtemi Lesulia ndio pekee wanaajiriwa. Huu ni ukabila na tumesoma hayo pia. Ukifungua ukurasa 44 hadi 45 utapata kuwa vijana waketo ambao wana shahada wamesoma chuo kikuu au wamesoma vyuoni na wana shahada hawajapata kazi, wanahangaika tu, hawapati kazi. Tusome ukurasa huu 44. Majopo ya kutafuta kazi wanapata kuwa wale ambao wanafukakwa kuwaajiri ni wangu au ni wakule. Unajua wao, majina yao yanaonyesha kuwa ni waketo, kwa hivyo hawaajiriwi. Wamesoma, wana shahada kutoka chuoni au ni vijana waketo, lakini hawaajiriwi. Tusome ukurasa huu arobaini na <tipasarikana> nne.

lakini walipoguliwa kwamba ni waketwa, walifuta kazi kutokana na sababu zisizoridhisha. Hmm, hiyo ndio hoja ambayo inafuata. Kwa hivyo kuna wale wale wanawake ambao ni wa waketwa, wanawake hao waketwa wanaolewa na wanaume ambao ni, ambao ni nani? Wakule e, na ndio serikali. Kwa hivyo wanaajiriwa kazi wakati wanaajiriwa kazi kwa sababu wameolewa, sio unaona? Majina yao yana, yana, yana wale wameozao. Kwa hivyo wanaajiriwa kwa sababu wanaonekana wao ni kama wakule, lakini wanapogunduliwa kuwa wao si wakule, ni waketu, wanafanya nini? Wanafutwa kazi. Kwa hivyo huo pia ni ukabila. Unapata kuwa vyama vya kisiasa vimeleta vinaleta ule zile hisia za kubagua kila chama kina idadi kubwa kutoka jamii ya, ya yule mwanachama ambaye anasimamia chama hicho, ukurasa hamsini na mbili. Kwa sababu kuna vyama viwili, kuna chama cha mamlaka ambacho ni cha hamsini lefulia na kuna chama cha ushirika ambacho ni cha nani, cha Lonare na ukiangalia katika chama cha mamlaka hapo ndipo unapata kuna Wakule wengi, mamlaka Wakule wengi, na kile cha ushirika unapata kuwa ni Waketwa kulingana na wale viongozi wao wametoka sehemu gani. Kwa hivyo, huo ni ubaguzi pia. Ukurasa hamsini na mbili, tusome hapo hamsini na mbili. Fungua kitabu hamsini na mbili. weza kuwa katika chama kimoja seuze kupitika katika chungu kimoja. Mwanaye alikuwa kesha tangaza azma yake ya kuwania kiti cha mteni katika chama chake kilichojulikana kama chama cha ushirika. Azma yake haikutokana na tamaa ya pesa na ilitokana na mapenzi yake kwa watu la wa nchi aliishi kuona jira ya kupiga kura ili kuwateua viongozi wa nchi yalikuwa yamewadia. Uteuzi huo ungewahakikishia wananchi wale watakaoingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Vyama vya kisiasa vilikuwa vikijiami ili kukabiliana na shughuli hiyo muhimu katika nchi ya Machuo. Kulikuwa na vyama viwili tu vya kisiasa. Ajabu ni kwamba vyama hivi viwili vimekuweko tangu jadi. Hakuna aliyekuwa na imani ya kuunda chama kingine cha kisiasa. Wenyeji walitosheka na vyama hivyo viwili, hasa hivyo vyama hivi vilikuwa vikicheua hisia za ubaguzi wa kijamii. Ilisemekana kwamba kila chama kilijaribu kuwa na idadi kubwa ya wanachama kutoka vizuri mm, katika jamii fulani kuwa Sihaba na Chifu Mshabaha wanaendeleza ubaguzi, kwa sababu wanasambaza vijikaratasi. Sihaba na Chifu Mshabaha wanasambaza vijikaratasi wakiwaambia, um, waketwa watoke pale matango warudi kule kwao ambapo walitoka Degoni. Kwa hivyo unaona wanabagua kabila ambalo si lao. Wange kama walikuwa wanataka watu wahame wangesambazia wote, lakini waliwasambazia wale waketwa warudi kwao Degoni. Tufungue kurasa mia moja thelathini na sita. Hapa utapata kuwa katika afisa afisi afisi ya Chifu Shabaha umejaa wafanyakazi wa kule, wafanyikazi wote ni wa kule, matarishi wote ni wakule. Huu ni ubaguzi. mia moja thelathini na sita.